hello guys uh, thank you for subscribing to my YouTube channel my name is Boss mtoto Boss Mtoto from makunda diani Yeah, so guys thank you for subscribing to fo subscribin tmyoutubechannel nawapenda sana so nataka just a, short topic, just a short discussion Yeah, discussion dogo tu hapa ndo nataka tuongeleelike wasanii wenye wametoa about artists who have... Um, Who have released some hit songs that will make a great impact in 2026. Yeah, coming 2026, so tukienda mbio mbio, wa kwanza ni Diamond Platnumz ametoa ngoma inaitwa Msumari, akatoa ngoma inaitwa nani, akatoa sasampa, akatoa nitafanyaje, akatoa kuna akatoa Yani, so many songs yeah, ambazo zitasumbua mwaka wa 2026. Wa pili ni Harmonize mwenye ametoa furaha yangu ni wewe, then Lala, then akatoa akatoa hii wewe uko wapi yeah. Yeah, alafu kuna hii ingine na, na, na Mbosso hii ya leo yeah. Na akaachilia zingine nyingi, mnajua Harmonize ngoma ameachilia. Wa tatu ni Rayvanny mwenye ameachilia ngoma ya Toto Hmm. <tibe> Washeni kamera zimenita toto hilo lilipoumbika anakatarika toto hilo <tibe> shona yeah. Sorry Vani pia hey, wa wamu mwingine ni mboso mboso ameachilia ngoma nyingi pawa, ile albamu yake yote itasumbua. Alafu plus hizi kolabo kolabo zenye amefanya nandi pia atasumbua. Ah, totorimi bado iko kwa kwa industry Then mwingine mwenye tunaweza muongeza hapo ni Mario. Eh, Mario ameachilia ngoma nyingi, kuna ile collab yake na, na harmonize na Rayvanny ile ya pararara pererere. Haya, alafu kuna to, tete sijitete kuna Nairobi, kuna uh, kuna gani? Nitajieni ngoma zenye Mario ametoa bana. Yeah, kuna unapenda papampampa ni pepepempempe pe, pe utatoa pepe pepe, aya, alafu unanchekesha unanchekesha, mvua hmm? na kolabo, kolabo nyingi. Mwingine ni Jay Melody atasumbua pia na ngoma zake za kitambo, yeah, zenye ametoa mwaka. Then mwingine mwenye atasumbua ni Zuchu zu amaibamans wa Zuchu pia atasumbua, then yami, then uh, ni wa mitego ya, yeah, au mtu atasumbua Nadia Mukami ya, yeah, atasumbua ngoma yake, alafu pia wasanii wa Kenya pia si wachache yeah. So, wataendelea hivyo watasumbua sana yeah. Boss Mtoto from Ukunda Diani, niko kazini sahii, mnaona. Hatuna nia sisi, sisi tuna push kazi kama kazi, kazi, kwa sababu tuko kazi. Mkiniona mahali, mnanisalimia yeah. Kwaherini. Napenda sana. I love you so much. Thank you for watching my videos.